Asante sana Robert Masai. Tukienda Malava ni kwamba idadi ndogo ya wapiga kura imeshuhudiwa katika vituo kadhaa kwenye uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Malava kaunti ya Kakamega, na wakazi wanapiga kura katika vituo mia moja tisini na vinane vya kupiga kura kwenye kinyang'anyiro ambacho kimewavutia wagombea tisa tu. Kwa naye mapema akatueleza kuhusiana na kilichojiri na tujui kama kwa hivi sasa kuna utofauti ama hali kama ile, tuongee naye moja kwa moja kupitia njia ya simu. Naam. Um, shukran sana uh, Rashid uh, na Lulu, hali ilivyo kwa sasa katika eneo bunge la Malava uh, ni kwamba uh, maafisa wa polisi uh, na vilevile wale wa DCI wanaendelea na uchunguzi uh, pamoja na kuwasaka wale ambao uh, walifanya kile kitendo cha kuchoma uh, lile gari ambalo uh, lilipatikana limechomwa uh, katika eneo la Munjoe katika uh, wadi ya Butali ambapo kama nilivyoelezea awali ni kwamba uh, tukio hilo lilitokea baada ya uh, wafuasi wa Seth Panyako na wafuasi wa David Ndako wa UDA uh, walipokutana katika barabara uh, ya Butali na hapo kukazuka vurugu na baadaye, uh, katika vurugu hiyo, kunradhi, kukawa na risasi ambayo ilifyatuliwa uh, kuelekea upande wa gari hilo uh, na kusababisha gari hilo kuteketea. Kwa hivyo maafisa wa polisi wamefungua uchunguzi kuhusu kisa hicho, pamoja na kisa kingine ambacho kinamhusisha S Fanyako ambaye aliripoti kuwa alivamiwa usiku wa kuamkia leo pamoja na mkewe wakiwa katika hoteli moja eneo la Kaburengo, na alielekea katika kituo cha polisi kupeleka malalamishi yake, lakini inaonekana kwamba taarifa hiyo iko Maafisa wa polisi bado tunasubiri za usalama, hususan kuhusu matukio haya ya, <m concerned noise> uh, ya... Ba, ni vitu ambavyo wanaweka mikakati kuhakikisha kwamba wali uh, wanahusika sheria uh. Kwa hivyo ndio hali ambayo ilikuwa awali uh, taharuki imetanda katika maeneo ambayo uh, matukio haya yalijiri uh, lakini Ra Rashid na Lulu katika maeneo mengine tumeshuhudia tu amani, shughuli za shughuli ya kupiga kura inaendelea pote. Awali tulimuona uh, naye Seth Panyako mapema asubuhi alipiga kura katika shule au kituo cha kupigia kura cha St. Joseph's Lunyi kwa hivyo wote tayari wamekwisha kupiga kura pamoja na wagombea wengine wanne ambao wanakimezea mate kiti hiki cha Malava. Akumbuka kwamba ni kinyang'anyiro ambacho kiliwavutia mwanzo kabisa wagombea tisa, lakini watatu wakaja wakawaunga mkono wagombea wengine, na hivyo sasa kinyang'anyiro hicho kimesalia na wagombea sita. Kwa hivyo wakaazi wapiga kura walijitokeza asubuhi na mapema. Uh, japo Rashid na Lulu tumeshuhudia kwamba sio wengi mno, uh, ikizingatiwa kwamba eneo bunge hili la Malava linawapiga kura elfu tisini na nne uh, mia nne kumi na saba. Kwa hivyo uh, japo iliojua kuwa wengi wao watajitokeza uh, tumepata kuona kwamba idadi ya watu uh, katika kituo cha kupigia kura, kwa mfano unaweza kupata kituo kimoja cha kupigia kura kina watu uh, mia tano, lakini wale ambao waliua asubuhi, unapata ni watu ishirini ishirini, na ikawa ni jambo ambalo uh, eh, limeibua eh, mjadala, maanake sasa naonekana na watu wanakuja kama ilivyo patana nao vijijini, wanasema kwamba wanajiandaa wataenda kupiga kura. Kwa hivyo hali uh, ya usalama pia imeimarishwa katika eneo bunge hili la Malava, tumekuwa kuwaona visa mbalimbali wakishika doria katika wadi tofauti. Kumbuka kwamba eneo bunge hili lina wadi saba na vituo vya kupigia kura ni mia moja tisini na nane, ambavyo wapiga kura wanatarajiwa kujiwasilisha pale na kupiga kura. Basi msimamizi wa a bunge hili Salim Abdalla Salim, ambaye sasa atakuwa anaendesha shughuli ya kujumlisha kura zote, kuhesabia kura cha eneo bunge la Malava aliki, shule ya ya Malava shule yaiaiwa nana a na pia kisa hicho a, cha kutomwa kwa gari au kuteketezwa kwa gari a, katika wadi ya Butali, ambapo tayari tulikuwa tumekwisha kufika huko, tayari tumeangazia hadithi hiyo, na bila shaka tunakuwa tunawajuza watazamaji wetu a, mengi zaidi yanayojiri katika eneo bunge hili la Malava. Kwako studioni Lulu na Rashid. Naam, shukran sana Melita Oletenges kutujengea picha yana kutuonyesha pia vile vile kulicho rekodi mambo yalivyokuwa. Mm -hmm. Na tutakuwa tunazidi kurudi